Na mtazamaji karibu michezoni. Shujaa wamewatitiga Samoa alama 24 na bila jibu kwenye mechi ya ufunguzi ya kundi A katika mkondo wa Hong Kong. Vijana hao wa Benjamin Ayimba watapambana na New Zealand katika mechi ya pili hapo kesho mwendo wa saa kumi na mbili alfajiri.

Hongera sana Shujaa. Na tukiendelea na taarifa zetu za michezo, ligi kuu ya soka nchini itaingia awamu yake ya nane hapo kesho, huku michuano kadhaa ikiratibiwa kuchezwa nyuga mbalimbali humu nchini. Na basi watatuweze kuona jinsi ratiba hiyo ilivyo. AFC Leopards watakabana ko na Sofapaka, Kakamega Homeboys wataweza kumenyana na Nairobi City Stars, Western Stima watakabiliana na Tusker FC, ilhali Mathare United wataweza kutoana kijasho na Sony Sugar. Na mtazamaji, jiunge na mhariri wa michezo Hassan Juma, mhariri wa sporti gazeti la The Standard Robin Toskin, na mhariri mkuu wa gazeti la The Nairobian Charles Otieno, ama CEO kama vile tunavyomwita hapa, katika uchambuzi wa ligi kuu ya Uingereza kati ya Swansea na timu yangu ya Chelsea, timu ambayo ni timu kubwa, katika mkahawa wa Galileo hapa jijini Nairobi, hapo kesho kutoka mwendo wa saa kumi na moja kasorobo. Kando na mchwano huo, je, timu gani zingine zitachwana? West Ham kukabiliana na Arsenal, Aston Villa watamenyana na Bournemouth na Crystal Palace wataweza kukabiliana na Norwich City ilhali Southampton wataweza kuwaalika Newcastle. Asante sana kwa kuungana nasi katika awamu ya kwanza ya taarifa zetu za KTN leo. Katika awamu ya pili, mtazamaji, kama nilivyokuarifu awali, tuna makala maalum ya kisima cha hangaiko, makala ambayo yameandaliwa na mwanahabari mwenza Robert Wanyonyi kuhusu Abubakar Muhamed ambaye anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi katika mazingira ya kutatanisha. Familia yake ina maswali mengi kule Mumias na basi, mwanahabari wetu aliwatembelea na kuweza kutuandalia makala maalum ambayo atakujia katika muda usio mrefu kwenye KTN News usiende mbali.